Kwenye kikosi cha Pamba jiji kuna wachezaji wetu watatu. Kuna wachezaji ambao tuliwatoa kwa mkopo kwenda kwenye timu ya Pamba jiji kwa lengo la kuendelea kuboresha viwango vyao. Sasa lipo ombi maalum ambayo lilitoka kwa uongozi wa klabu ya Pamba kuja kwa Singida Black Stars ikiomba wawatumie wachezaji hao kwenye mechi ya kesho. Ni kawaida kwamba unapokuwa umemtoa mchezaji kwa mkopo kwenda timu nyingine, mnapokutana wale wachezaji huwa hawachezi. Hiyo ni, ni utaratibu wa kawaida kabisa, lakini ombi hili lilivyokuja, kwetu tukamshirikisha kocha Miguel Gamondi na yeye akasema ruhusa, e, wachezaji hao watumike kesho ili aangalie viwango vyao. Dirisha dogo linakaribia ndio? na endapo wataonyesha kiwango kizuri pamoja na ripoti nyingine ambazo kocha yuko nazo basi huenda tukawarudisha kuja kwenye timu yetu dirisha dogo, kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi. Wachezaji hao ni Najim Musa, uh, Kelvin Nation naftari, pamoja na Yonta Kamara. Hawa nyota wetu tumewaruhusu kulingana na ombi ambao limekuja kutoka Pamba, na kesho wana uhuru wa kuwatumia kwenye mchezo huu. e, ukisikia Singida hatuna baya ndo kwenye mambo kama haya sisi, linapokuja ombi kama hili, tunaangalia zaidi aspect ya mchezaji kumpa nafasi ya, ku, ya, ku, ya kuthibitisha ubora wake, na tunaamini wachezaji wetu kesho watautumia mchezo wa kesho a, kutuonesha kwamba tuliwapeleka Pamba kuongeza viwango vyao, kuipata nafasi zaidi ya kucheza na wana, wana kitu cha kuja kumshawishi kocha Miguel Gamondi. Hiyo ni taarifa ambayo niliona niiseme pia.